Hoja ya msingi hapa ni kwamba dirisha mm dogo linakuja kwa sababu pia tumeangalia performance za, za wachezaji yeah. Ipo haja Simba kuongeza beki mwingine wakati palewana Hamza wana kuna hawa kina wapo wanne hey. Lakini moja lakini o, okay mmoja ndio akafanyiwa upasuaji ambaye hatujui tarudi nilinatarudi wabaki hawa watatu wanacheza okay. Mm, wanacheza. Kwani, ni defender gani ambaye afanya mistake yeye, niambie hapa. Na na nazosiwe sasa zinajirudia rudia yani, kwamba kuna kwa kitu ambacho umekizungumza kizuri hmm, kwamba mimi sinaamini kwamba Ashrafu ni hmm, mchambuzi mzuri hmm, lakini upasi kurudiarudia kosa lilelile ambalo leo umelifanya kesho unarudia hilo hilo unarudia hilohilo, inamaanisha wewe ni mtu ambaye hutaki kubadilika. Uko sahihi? Niko sahihi? siko sahihi 100% na tofauti kati ya mchezaji mkubwa na mchezaji mdogo ni kwenye mwendelezo wa kufanya vitu bora yes, wakati mwingine tunaangalia na <laughs> <Kwayo, ishu nini? laughs> <Ishu nini> <laughs> timu e, inawezekana mnafikika kirahisi sana ndio maana hayo makosa pia yanaonekana leo hii. Inawezekana kwa kiasi kikubwa namna ambavyo timu kama ilivyokuwa yange na defend Eh, ni miongoni mwa timu ambazo currently kufikika inakuwa mm. yani, ni ngumu mm. ya kufikia kile kirahisi, tangia kipindi kile, yani misimu yote tulikuwa tunaiona hii moja kati ya timu ngumu ambayo kuifikia na kuwafungua, ni pamoja na Yanga. Kwanza muda wote walikuwa wanamiliki mpira sawa, mm. na muda wote wanatengeneza mazingira ya kumdhoofisha opponent sawa, mm. leo hii magwaya, kama unakumbuka, kuna kipindi hapa yule beki wa Manchester United watu walikuwa wanamuona hafai, wanamuona kama ni mchezaji wa hovyo sawa, kwa sababu mm. timu namna mbavu ina defend kiujumla ilikuwa ni mbovu. Kwa hiyo wakati mwingine changamoto sawa changamoto ya mchezaji mmoja inatokana pia wakati mwingine na namna hata timu inavyofanyaje. Yeah, inaodi inawezekana, kwenye panel hii sawa, kukawa na mchambuzi mmoja ambaye ni noma, alafu wachambuzi wengine wa kawaida huyo mchambuzi Asha. Mmoja noma hawezi kufanya hiki kipindi kikubwa. Yani well, lazima tu mtaona kwamba huko ndani kuna changamoto kaka. Mchambuzi mmoja noma bado anaweza kufanya kipindi kikawa bora yeah. Vizuri, sio? Ah, kweli bana. Yani mchambuzi mmoja bora anaweza kufanya kipindi kikawa bora yani, kwenye wachambuzi kuna mchambuzi mmoja na changamoto yani viz, wa... vizuri tu inadipendi. yeah. kuna siku beki anashinda mechi kwa uwezo binafsi hmm. Yani kuna siku timu inacheza vibaya, beki au golikipa anaweza kushinda mechi. Unaona lile eneo la Shamo Karabo alipopokea mpira Saduni Miaka elfu moja Dikson Jobu, inawezekana Saduni ile pasi haiweki ay kwenye box mm. Mara nyingi sana Jobu atakwenda kumfata kule, kule kwa kasi atalala uvunguni sliding taco mpira huko nje ntakuambia, mm. Mechi ya Farabati Jobu amefanya zile zaidi ya mara tano, yeah. Wide anakufata kule, kule sliding tako mpira huko. Hilo tuliache, hilo tuliache. Ambacho ambacho anakizungumza Hansi kwenye ishu ya mtu kama Jogu, tunazungumza kwenye eneo lake la mgongoni. Kuna watu hapo waza chamua anaondoka, kuna nani kwenye boxi sasa. Nangu sali kuepo ametoka kusema nangu amechelewa kwenye kufunga safari kuja pale ndani. Nakwambia Mligo, sijakwambia nani yani, ndo nakwambia, angalia yani, Mligo. Yani unajua nimekwambia vitu hicho. Sasa yani, wewe mimi nafunga safari naenda kwenye upande wa pili wa kiwanja kwenda kumdefend mtu, ikitoka anapiga pasi katikati ya uwanja, nani anafika? Ametoka kuzungumza midfielder, amechelewa kufika, anajogi kuja kwenye eneo yeah. Kwa kuna, kuna nyakati mchezaji anafanya vile vitu, hafanyi kwa sababu anashindwa kwenda kufanya okay, na, na, na, na kuchapa kwenye kama, anashinda kama amenisikiliza vizuri yeah. Kwenye analysis yangu nimekwambia kati tunadefend tunahitaji vitu vitatu, tunahitaji pressure tunahitaji kava, tunahitaji balance. Nimesema kama mafulbeki wamepanda wako juu, ni jukumu la center back kusambaa pembeni kwenda kuweka kava eneo ambalo mafulbeki hawapo mm. Ukisambaa pembeni, ndo nimekuambia kwenye scenario kama zile, Jogo akisambaa pembeni, Kibwana hayupo, Isla yule winga wa pembeni ni nadra sana kupenetrate, atalala uvunguni mpira huko nje yeah. Kwa sababu yuko aggressive ni center back lakini ana risk kwenda kuweka cover, kwa sababu tuna defend, tunahitaji cover, fullback hayupo, nahitaji mm. kuweka cover okay, sawa sawa. Simba yapo mengi sana, na tutakuja kulitazama hili. Nimeona mechi na Mbeya City, mlimsifia matola sana. Nani? wewe ya shiraka <laughs> <Sio kweli. laughs> nakwambia, hiyo ni mechi hiyo ni mechi sio kipimo. Nakumbuka hata Nilikuwa na kuweka, sawa a sawa, okay. Hapo sawa sawa, tutarudi hapo, wana tupate ujumbe mzuri huko kupitia sana bana, wana ujumbe mzuri sana yeah. Mara baada ya hapo tutarejea kulichakata hili, wale ambao walikuwa wanamsifia wana, wana, wana Matola kwelikweli mechi dhidi <laughs> ya, ya, ya Mbeya City, Mbeya City ambao wametoka ku kupoteza mechi na kumfukuza kocha Malala hamsini lakini, yote kwa yote, jana mm. niliwaambia wana Simba mm. tumvumilie Matola kupoteza <laughs> mechi na Azamu si isiwe sababu ya Matola wata kutompa jukumu la kuwa kocha mkuu wa klabu ya Simba na anatosha <laughs> takuja hapa kulitazama tamuuliza hayo naye nyuma na msemo mtaani unasema hivi, ndio vizazi vyote vitapita ndio ila Seleboi atabaki milele. <laughs> Amna, atapita tu lakini. <laughs> Sasa hivi ni wakati wake yeye yeah. hey, ndo hey. <laughs> ni, ni, ni kipimo. Heyo, na baadhi ya mashabiki wa Simba wanasema tunataka tumuone Matola leo. Ibenge ii, naam, ukiangalia Ibenge mechi na namna hmm. alivyokuwa amefanya hata mabadiliko hmm. unaona namna ambavyo awareness yake ni kubwa yeah. kwenye kusoma mchezo. Wasiwasi yeah. wasi wasi wangu na Matola yeah. na Simba kwa ujumla labda tuseme Simba wanapitia mm. changamoto labda. Lakini sisi hizo changamoto kama tuzioni tunataka tuangalie masuala ya kiufundi zaidi ndani ya uwanja. Namna ambavyo unaanza na kikosi chako utakavyofanya sana. Unaleta suluhisho gani? Suluhisho yani kwenye suluhisho. Hapo ndo nakuwa na wasiwasi kwamba suluhisho la Matola kwenye ule mchezo inawezekana mm. pamoja na ubora wa Azam, yeah. Bado Simba walikuwa na uwezo wa kufanya zaidi ya kitu fulani yeah. Lakini kama wachambuzi mkoo tunakubaliana hapa, tunaona Simba wanatabirika mm. Wakiwa wanashambulia, kuna space inabaki halafu yes. Azam wana watu mm. ambao wana speed mm. Sasa hapo ndo tunakutambua yeah. Kama coach kwamba okay, tunaingia kwenye mechi kubwa hii. Mechi ya Azam sio kama ya Mbeya City mm. tutabadilika kwa namna ya kucheza hata yeah. sababu zako tutaziona kwamba mtu aliingia, uliwaza nini yeah. Unajua sababu za mwalimu, tuna matokeo yake, ndio tunaona mwalimu aliwaza nini huyu namwingiza, sababu aende kuziba eneo hili au yeah, akaongeze yeah. kitu, kitu hiki kulingana oh. na mpinzani wangu mm -hmm. jinsi ambavyo ubora wake ni. Kuna wakati kwa anasema alikuwa yeah. naambia watu kwa nini e, Morris mm -hmm. Morris kwangu mimi mm -hmm. ni the best. lakini yeah. hawezi kumaliza dakika tisini kwenye performance ya hali ya juu, tena unacheza na Azam ambayo mm. inamuingiza kina Saaduni kwenda kuongeza ku speed up mchezo mm. bado una mchezaji ambaye atakupa mm. kitu akiwa tu na boli juuni mm. lakini timu ikipoteza, ndo alikuwa anazungumza Hans kwamba wewe unamuona yeah. lakini hawezi kufika kukaba. Mimi mm. nacheza mpira, kuna wakati vansu, nyinyi mnacheza eneo la ulizo na nawapigia washambuliaji kelele, mbona mkabi? sio kwamba watu wamechoka na kama watu wamechoka manake yes. No, no, no, no, mi... Mim, mimi... jana <laughs> moja kati ya kitu ambacho nimekiona pia kwa kocha. Sawa eh, Matola. Eh, kwanza mimi nataka kwa, tunapenda kweli ama kocha wetu wazawa ambao tuko nao ndio lakini deep down ukienda utakuja kugundua mm. kwamba ma kocha wetu kwenye timu kubwa bado hawatoshi hata kama tunawaamini yani kuna sehemu na kama wanakuwa wako, kuna ukomo wao kufundisha eh kocha bora ukiacha tu Mechi jana kwa na, na hilo ndio jambo Saan la msingi kwa kwa pia kwanza dakika mwanzo watu wanaheshimu vipi maagizo, yes, yako a ninachozungumzia hapa ni kumheshimu opponent ambaye mnacheza naye, sio mnashambulia tu wote mnaendaenda tu, mnaacha space ambazo watu wanaweza kutumia. Sasa, nidhamu. Yes, ndio hiyo ndio naizungumzia. Yeah. Kwamba alitakiwa pia kuambia, kuna nimefikia interview yake anasema kuna kipindi timu ili lose nini, concentration. Sasa. Mm. Ni jukumu la nani kuambia wachezaji? Wewe huko huko huko kwenye touchline unaona mchezo namna ambavyo unaenda. Unajua sisi tukiwa tunacheza, yani kama ushao kucheza mpira, kuna moment wewe haujui kama ume lose concentration kwa sababu mechi nimekuwa nimechanganya. Yeah. Coach ukiwa kwenye touchline unaona kwamba timu sasa hivi ina wanaenda enda tu, unaelewa? Wanaenda, unajua kama ule mpira wa shuleni kwamba hamna formula, mnaenda tu, liko mpira wote mnakuwa mnaenda huko, mnatengeneza eh, mnatengeneza magepu rahisi ya watu kuja kuwashambulia. Yeah. Na ndio maana jana eh, ukiangalia namna ambavyo Ibenga alivyo-approach mechi, kulikuwa na nizam kubwa ndani yake kwamba no, nacheza na Simba, nitahakikisha nazuia na kuwa mvumilivu nikiwa sina mpira. And then nikipata mpira, sihitaji mambo mengi. Okay. Matola yupo kwenye touchline. Mm-hmm. Dakika 45 za kipindi cha kwanza, umeona namna ambavyo eh, timu inacheza. Kwanza wanazuia kwenda anta sindio? Ukija kuniambia mimi kwamba uliuzi concentration, okay, nani alitakiwa kuja kuambia wachezaji kwamba guys, kabla ya kutokea hatari tunauzi concentration. Na ndio maana unaona kuna muda makocha wanakaa wanasema, guys, turudi tutulie, turudi kwenye zoni yetu sijualio A eu, vizuri kabisa, au au matokeo ajana amekugusa? Mko sawa? <laughs> <laughs> msinitoe kwenye mstari, sawa? Evans, sawa, shirafu na Hans, sawa, tuko sawa sawa, alikuwa anachagiza tu. He, Hans nataka uwe mkweli mm. Matola mm. Simba, viongozi wa Simba mm. pamoja na mashambi mm. ni muda wa kumpa imani Matola anaweza kuivusha Simba mm. Binafsi nadhani Simba bado anahitaji better coach. <coughs> Anahitaji better coach, lakini huyo coach akija pia anahitaji mazingira rafiki. Unajua anaweza kaja Pep Simba Yo na tukamwona rubbish ndani ya muda mfupi hmm. Kwa sababu mazingira ya yeye kuperform na kuonyesha wande zake yako vizuri, kuna hmm, question mark. Mimi ndo maana nina heshima kubwa sana na Fadlu Davids. Fadlu alifanya kazi kubwa sana na ngumu pengine kwenye mazingira magumu sana na viongozi wagumu pale Simba, unajua hmm. Fadlu kila kifungwa mechi za maamuzi alikuwa anatoka anabainisha: makosa kabisa, nahitaji quality kwenye kikosi changu, nahitaji kuwa na miundombinu sahihi ya wachezaji wangu kutrain, nahitaji kuwa na mazingira mazuri ya mimi kufanya kazi. Dakika za mwisho akasema nahitaji x factor. Of course, ndio, kwa sababu x factor anaweza kuamua mechi kama mmezidiwa me, a uwezo wake binafsi. Na tulisema wa hapa kwamba mpanzo yupo, sitaki kutoa kwenye kile ambacho nimekuuliza ulikuwa mm. Unaendelea kuzungumzia juu ya, ya Matola kwamba Simba wajaribu kuongeza ama kuleta kocha mwingine bora zaidi ya Matola. Yeah, wanahitaji kocha bora zaidi kwa yeah. sababu Matola anaweza kuwa ni kocha mzuri kwa siku moja siku mbili kama caretaker, lakini sioni kama ni kocha ambaye anaweza kuipeleka Simba kwenye nchi ya hadi kwa muda mrefu hmm. na hilo liko wazi, hata simba wao wenyewe wanalijua. Ndio maana hawampi timu moja kwa moja. Wangekuwa wana imani na yeye, wanajua kwamba ana quality hiyo ya kuiongoza simba na kuipeleka wanapotaka iende, wangempa timu mazuri. Vigezo vya elimu unaweza uka... unapiga tiki vigezo vya elimu hmm. lakini wewe, shaka yako ni ipi? Tazama ni mwalimu ambaye amekwenda darasani na amesoma na ana uzoefu mkubwa amepita karibu chini ya makocha wa kigeni karibu kumi na tano. Kwao ni kocha ambaye ana vitu vingi huyo. Mm. Uh, uh, a football coach must be a tactician. Sifa ya kwa